Karibu kwenye update za Manchester United wakati huu, moja kati ya taarifa kubwa na ya muhimu ile taarifa ambayo inaeleza Manchester wako kwenye mazungumzo ya siri na goalkeeper Gianluigi Donnarumma kutoka timu ya taifa Italia na klabu ya PSG, na Manchester wamepewa nafasi ya kipekee ya kuweza kumsajili goalkeeper huyu kutoka PSG ambaye alikuwa na season nzuri sana katika season iliyopita. Donnarumma anafanywa kama mtu sahihi wa kuja kuwa mbadala wa Andre Onana wakati huu ambao Onana amekuwa na wakati mgumu ndani ya Manchester United. PSG inaonekana kama wamelikoroga. PSG wamempa ofa ya mwisho Donnarumma ya ambayo ina vipengele viwili peke yake, ni either asaini mkataba ama aamue kuondoka na kupika katika mkataba huo umepunguzwa mshahara, na hilo ndo inatajwa sababu kubwa ya kambi ya Donnarumma kutaka kuondoka PSG, ama kuondoka Ufaransa na kutafuta malisho mengine bora zaidi. Kwa hiyo Manchester United na Manchester City ndio vilabu viwili ambavyo vimetajwa kwamba vinapewa nafasi kubwa ya kuweza kumsajili stopa huyu wa Kiitaliano. Kwa hiyo hii ni sehemu nzuri na taarifa nzuri akomhusu golikipa huyu, moja kati ya magolikipa bora kabisa kwa Manchester, na mazungumzo ya siri na Gigi Donnaruma. Taarifa ya mwendelezo, Brand Mbeumo, ofa yake nyingine pia imekataliwa na klabu ya Brentford. Na Brentford wanahitaji pauni milioni sabini kuweza kumruhusu nyota huyo Kikameruni kuondoka katika dirisha hili kubwa. Wakati Manchester kaendelea kupambana kumpata, lakini vikwazo pia havikosekani, na wakati huu wakati dau linaongezwa kufikia pauni milioni sabini ambao Manchester waliongeza paka kufikia sitini, na Brentford wanataka sabini. Inaelezwa sababu kubwa ni kwamba Tottenham Hotspur wako tayari kuingilia hii deal wa wanataka pia na wao kumsajili mchezaji huyu. Kocha wa Brentford uh, Thomas Frank inaelezwa muda si mrefu atakuwa anatangazwa kuwa manaja mpya wa Spurs. Na Thomas Frank ameambatanisha kipengele cha cha kutaka kuondoka na mchezaji huyu kwenye kuelekea klabu ya Spurs, hivyo Spurs watakuwa tayari kulipa fedha ya kumsajili Bryan Mbeumo. Hivyo Manchester wana kazi ngumu sana ya kuweza kumsajili uh, Bryan Mbeumo licha ya Mbeumo mwenyewe kusema kwamba anataka kujiunga na Manchester United. Kitu pekee ambacho kinawapa matumaini Manchester ni mshahara wa pauni laki mbili na nusu. Sidhani kama Spurs watakuwa tayari kulipa laki mbili na nusu kwa juma, kwa hiyo ni jambo la kusubiri. Taarifa nyingine ni kwamba Manchester wamepewa fursa ya kipekee ya kumsajili Victor Jokeres baada ya Arsenal kupeleka macho yao yote kwa Benjamin Shesko. Manchester sasa wameacha pekee yao katika mbio za kumsaka mshambuliaji huyu kutoka, kutoka Sporting Club do Portugal Victor Gyokeres, um, na mkataba na klabu ya, ya Sporting, lakini taarifa zimeruhusu na zinasema kwamba atakuwa anaondoka katika dirisha hili ko. Manchester wanabaki peke yao sasa, si Arsenal tena ambao wanakwenda kumfuatilia ku, mchezaji huyu, na hii inaifanya Manchester kuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya kumsajili Jokeres uh, ambaye ni mshambuliaji bora. Inaripotiwa kwamba Manchester wako tayari kuwasilisha ofa ya pauni milioni 60 ili kuweza kumpata nyota huyu wa Kiswidish ambaye aliweka magoli 174 katika ya klabu yake ya, ya, ya Sporting. Ruben Amorim anaelezwa amekuwa akipambana kuhakikisha kwa kwamba uh, wamiliki wa Manchester kina Sir Jim Ratcliffe wanaweka fedha za kutosha ili kuweza kumpata nyota huyu kwa hiyo Yokeres, hiyo ni taarifa nyingine, lakini kitendawili cha Marcus Rashford bado hakijajulikana kitatatuliwa vipi, ambako um, inaelezwa Manchester wanataka kumuuza, lakini mshahara mkubwa ndio changamoto, na inaelezwa kwamba AC Milan walionyesha nia tangu Januari ya kutaka kumsajili lakini ilishindikana kutokana na mshahara. Same to FC Barcelona walitaka pia kumsajili, bado changamoto ikawa mshahara nafasi nyingine inaenda kwa Villa, lakini bado mshahara pia ikawa changamoto kwa. Bado haijulikani kama Marcus Rashford ataondoka rasmi au anaweza akasalia licha ya vilabu kadhaa kuwa na matamanio ya kutaka kumsajili, lakini fedha ikiwa ndio changamoto kwa. Tutasubiri kuona season inapoanza Marcus Rashford atakuwa uh, anarejea kwenye pre-season uh, baada ya hapo sasa itaamuliwa kama timu ambayo itakuja ama anaweza tena kutolewa kwa mkopo au atabaki bado kuna kitenda wili pia cha Marcus Rashford. Lakini ukiacha kitendawili cha Marcus Rashford, Sancho inaelezwa pia anaweza kubaki Manchester kufuatia mshahara wa juu ambao ndio Manchester walikuwa wanampa. Chelsea walishaamua kuachana naye na hii inasababishwa na kiwango lakini pia mshahara na mpaka sasa ah, hakuna klabu ambayo iko tayari kumiti mshahara Pound laki laki tatu ambao Sancho anapewa. West Ham wameonyesha nia wiki hii, lakini bado kuna mahitaji ya kupunguza mshahara, kitu ambacho Sancho yeye anasema hatopunguza mshahara wake, hivyo huenda mzigo huu ukasalia kwa Manchester United, na hata asipocheza sasa nijao, Sancho akicheza, akiwa benchi, bado atapata mshahara wake, hivyo Manchester kwa sasa watalazimika kuwatoa labda tena kwa mkopo Same to Rashford na, na Sancho labda tena kuwatoa kwa mkopo ili waweze kucheza sehemu nyingine, lakini bado lidirisha ndio linaanza hivi. Tusubiri kuona, ni vilabu pekee vya Saudia ambavyo vinaonekana labda huenda vikaweza kutoa mishahara mikubwa kwa nyota hawa wa Kiingereza ambao hawana nafasi kwenye klabu ya soka ya Manchester United. Aloysius Palius Maria, maarufu kama Louis van Gaal, kwa mara nyingine tena ameendelea kuachana Manchester. Hii ni baada ya kuwa aliwahi kuzungumza lakini pia katika mazungumzo yake na Sky Sports anaeleza kwamba Manchester bado ni klabu ya kibiashara, Manchester is a commercial club, na sio football club, kwa namna mambo yanavyoendeshwa. Na ndio maana hata alikuwa anazungumzia hii season ya transfer ilivyo, na anasema bado, licha ya Manchester kufanya mabadiliko, lakini bado Manchester ni commercial clubu na sio football club. Kwa hivyo vitu vingi vinaendeshwa katika mtazamo wa kibiashara zaidi kuliko mtazamo wa uwanjani. Hivyo ndio maana Manchester inasalia kuwa klabu ambayo inaingiza fedha nyingi, lakini uwanjani ikiwa inafanya vibaya kabisa. Hizo ndizo updates za wakati huu kuhusu Devils Manchester United. Subscribe, like, share, comment kupitia hapa hapa local content.